Siku ya kufuka tunakumbuka mateso ya Yesu. Utakii kuwa mbea na dada yangu, unanisikiliza? Nadhani unanisikiliza, utakii kuwa mbea. Yesu ame amefuka, usiwe kama wale watu wa mbea ambao Yesu alikaa nao. Yule alikaa na malaya yule anaitwa Rahabu, malaya yeah Wakanasema, Yesu anakana malaya ha! Yesu anakaa na huyu fisadi mwizi Zakayo. Kwenye Biblia kulikuwa kuna mtu Zakayo, mfupi alikuwa ni mtoza ushuru e, anakaa na wadhambi Yesu. za wakasema ni nani ambaye hajawahi kufanya dhambi? wote e, wakakaa kimya. Sheria ya zamani kufanya dhambi unapigwa mpaka unakufa. ni nani? wote wamekaa kimya. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa ni in, inakuwa kama ifuatavyo. Bwana Yesu Kristo sasa, ko, nataka nikwambie kuwa miili yetu ni kaa. Bwana, umbea huwa hausaidii. Wamekuja kanisani walevi, wazinzi, wavuta bangi, sijui nini. Nakuta mtu ni mbea, ni Mkristo, ni mwanamaombe, lakini unakuwa ni mbea. Kipindi cha Pasaka cha kufuga kwa Yesu, unakuwa ni mbea. Waache, mvuta bangi, mzinzi, ni mlevi, wote wameumbwa na Mungu, uwezi ukawabadilisha uwezi Yesu mwenyewe ndio ambao atakaowabadilisha unaanza kwa hukumu hujawaumba wewe hujamumba mtu na na si ajabu na si ajabu na wewe unaye hukumu wewe ndio mtenda mdhambi mkubwa sana kuliko wao je wewe ni mtakatifu wewe ni msafi acha kwa hukumu wenzako Amekuja malaya, amekuja malaya amekuja mvuta bangi amekuja mlevi mwache aingie kanisani mwache aokoke sasa ulitaka aingie huko huko kwa shetani kwenye dhambi utakiwi kufanya vitu kama hivi